Naam, bwana Juma Lokole amefanya interview na waandishi wa habari kuelezea kile ambacho kimetokea siku ya jana jioni katika mechi zile za Samia Celebrity and Corporate Cup. Uh, ni kwamba ameelezea kiundani zaidi kwamba nini ambacho yeye kimemsukuma mpaka kuanza kumwambia Harmonize amshike mkono Kajala na vitu vingine kama hivyo. Ni kwamba kwa mujibu wa Juma Lokole ameelezea kwamba sababu kubwa ni kwamba wakati, wakati wote wameingia pale uwanjani ni kwamba alimuona Harmonize akiwa, aliingia Harmonize akazunguka akaenda kukaa ndani kule ya uwanja. Umeona eh, huyo ni Juma Lokole ameelezea hivyo kwamba Harmonize kwanza kabisa alienda kukaa ndani, alipita ndani, lakini wakati anapita kwenda kule ndani bwana alikuwa akiwasalimia watu mbalimbali, mbali, alimsalimia Misamobeto, akasalimiana vizuri tu. Ndani akaja akam akataka akampa tano Juma Lokole. Juma Lokole akasema kwamba kwa, kwa upande wake yeye baada ya Harmonize kumsalimia kwa kumpa tano akaona kwamba hakuna sababu ya kuny, ya kunyuti au kutokusalimiana naye kwa sababu akitazama hata bosi wake ambaye ni Diamond Platnumz yeye yuko poa na Harmonize. Kwa hiyo Juma akaona kwamba hakuna sababu ya yeye kuto kusalimiana na Harmonize. Kwa hiyo akasalimiana. Then baada ya hapo ni kwamba akamsalimia pia Harmonize akamsalimia Paula. Paula akala buyu akanyuti, hakutaka kusalimiana na Harmonize. Then akaenda kwa Kajala pia akampa tano, lakini Kajala naye pia akataka kunyuti. Harmonize akachukua mkono wa Kajala akamsalimia yani kwa nguvu, alafu akaendelea akaendelea mbele, then baadaye akaja katika kukaa na mechi ikiwa inaendelea E, akajikuta kwamba Harmonize yuko karibu na Kajala, kulikuwa tu kuna mtu mmoja amekaa katikati yao, hivyo basi ndo akaona kwamba okay, whatever hawa hawajarudiana, ila tu ameona kwamba ni jambo la busara iwapo kama wakisalimiana vizuri Prop, appropriately. Kwa hiyo ndo Juma Lokole akachukua hiyo nafasi na, na kuwa record na kuwafanya wasalimiane. Meona bwana, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo Juma mwenyewe ameeleza kwamba yeye ndiyo sababu ya Kajala kukumbatiwa na Harmonize Juma amefunguka kwamba yeye eh, ndio chanzo cha Harmonize kukumbatiana na Kajala siku ya jana uwanjani na amesimulia mkasa mzima eh, ulivyokuwa mpaka Harmonize kufanikiwa kumkumbatia Kajala. Lakini pia vile vile kitu kingine ambacho Juma Lokole amekizungumza ni kwamba ameweka wazi kwamba bado Paula hampendi hata kidogo Harmonize, kwa sababu kuna mambo mengi sana yametokea. Inasemekana kwamba zile video ambazo zilivuja za washataa ni kwamba Harmonize kumbe alishawahi kuwapeleka mpaka polisi hawa, alitaka wa e, sheria kali zichukuliwe dhidi yao, na ni moja kati ya vitu ambavyo Paula ameshindwa kabisa kuvisamehe. Kwa hiyo hata kama Kajala akitamani kurudiana na Harmonize, kwa upande wa Paula, Paula bado amekunja roho na hana mpango huo Yani wa kumsamehe Harmonize kivyo vyote vile. Kwa hiyo suala la Harmonize kurudiana na Kajala kutokana na Paula hataki inakuwa na ugumu. Kwa hiyo Paula hampendi Harmonize kabisa. Hata salamu ya Harmonize alipofika tu pale, Paula alikataa waziwazi kwao, akizungumza na waandishi wa habari. Pia ni yani kwamba Juma Lokole amezungumza pia na pia vilevile ameelezea kwamba amepata ubalozi hivi karibuni, na ameweka wazi kuwa kwa sasa hivi, bwana Paula hampendi Harmonize kwa yale yote ambayo aliwafanyia yeye na familia yake hapo zamani. Kwa hivyo ndivyo situation ilivyo. Ukiwa kama mdau, endelea kuwa na karibu nasi. Hili tukio lina mambo mengi, tutazidi kukuletea update kadri ya muda unavyozidi kwenda. Na pia vilevile hakikisha vile una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.